Marekani bana, imekuwa ina kambi nyingi sana za kijeshi kutokana na nchi tofauti tofauti pia ambavyo vituo vyao vimeweza kupatikana, kwa sababu wanajua kabisa ni moja kati ya nchi ambazo zina uchumi mkubwa, lakini pia zina maadui wengi sana ambapo wanakuwa wanapatikana. Sasa hali hiyo pia inaweza kuonekana kwamba Iran ililenga kambi ya Marekani nchini Iraq pamoja na Qatar kama nilivyokuwa nimekuambia katika taarifa iliyopita. Sasa Iraq pia na yenyewe ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo zimeweza kushambuliwa pamoja na Iran kwa sababu ya kile ambacho kinasadikika kwamba Marekani anataka kumsaidia e, sasa shambulio la risasi za plastiki e, yenye lengo la kijeshi. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo au majeruhi makubwa au anguko kali linaloweza kufikishwa au kuweza kuwasilishwa, likiweza kuondolewa na mifumo tofautitofauti ya ulinzi kutokana na sehemu nyingine tofautitofauti. Sasa e, siku ya tarehe 23 ambayo ni siku ya jana pia iliweza kutoa mashambulio ya risasi za plastiki dhidi ya kambi ya Marekani ikiwa ni pamoja na e, Al-Udeid Airbase ya huko Katale ambapo kama nilivyokuambia, lakini pia na Al-Said huko magharibi mwa Iraq, so iliweza kushambulia Qatar, lakini pia na Iraq. Pia kuna moja kati ya makambi ya majeshi ambayo yanamilikiwa na Marekani. Sasa taarifa kutoka Iraq pia ziliweza kuonyesha kuwa e, mashambulio makubwa yaliweza kufikia katika eneo la kambi ambalo nafahamika kwa jina la, la Al Assad, na hakuna walionusurika kujeruhiwa e, kutokana na uingiliaji wa mfumo e, wa ulinzi e, kutokea huko Qatar. Pia kama nilivyokupa taarifa hiyo, mfumo kuweza kulipua, waliweza kuingiliana e, kuonekana kwamba maisha ya askari wa Marekani na raia wao kuweza kuwa hey, hatarini na hatarini zaidi. Sasa raia wa Iraq pia walidai kuwa walipata tahadhari mapema kuhusu mashambulio japo, um, jambo ambalo pia liliweza kusaidia kuweza kupunguza uharibifu na kuzuia eh, vifo. Sasa eh, hili linaonekana kuwa ni jaribu la Iran kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vyake vya nyuklia ambavyo pia viliweza kufanyika kuanzia Juni 21 mpaka tarehe 22 23, mambo yalikuwa yanaendelea. mali ambazo pia zililenga katika moja au mawili ya kambi za Marekani huko Iraq, lakini mfumo wa ulinzi ulikuwa imara na ulizuia risasi nyingi zaidi kuweza kufikia malengo yao ya Iran kuweza kuisambaratisha eh, kule Iraq. Sasa eh, taarifa za kisiasa za kijeshi kutokea kule Iraq zilikuwa zinasemaje? Sasa mashambulio haya pia yaliweza kutazamwa au wanafahamika kwa jina la anu, eh, anu, anu, anu faction of eh, victory na Iran pia kama ujumbe wa kisiasa, mara baada ya mashambulizi mazito ya kijeshi kutokea huko. Sasa wananchi wa GCC kama UAE na na Bahrain waliweza kufunga anga zao eh, ya Iran iliweza kuchukua tahadhari za kuweza kuzuia raia wao kuweza kupoteza maisha. Sasa bei ya mafuta iliweza kushuka zaidi ya dola tano kwa barrel mara baada ya tukio hilo kutokana na matokeo ya mashambulio ya kuweza kuchukuliwa kama ya kijeshi na kisiasa zaidi kutokea ka, eh, kwa vita kamili. Unajua kabisa Iraq ni moja kati ya nchi ambazo pia kwa namna moja manyingine huwa zinaweza ku ya kukuzalisha mafuta ambayo pia mafuta hayo pia huweza kutumika katika nchi e, nyingine tofauti tufaut, tofauti ambapo e, watu wengi wanaweza kutegemea wanaeza kutegemea mafuta hayo kutokea kule Iraq. Sasa endapo machafuko kama haya yanakuwa yanaweza kutokea, so yanaweza kusababisha e, mafuta hayo kuweza kupanda bei kwa namna moja ama nyingine kutokana na machafuko hayo na tunaona sasa imekwisha kupanda asilimia tano e, ya e, bei ya mafuta kutokea huko Iraq. Yote haya ni kwa sababu tu ya machafuko ambayo yanaweza kutokea ambayo yaliweza kuanzishwa na Iran pamoja na Israel, lakini pia imeweza kuleta athari kubwa tena kwa nchi tofauti tofauti. Tunaona kama Qatar, kambi zake za kijeshi za Marekani pia zimeweza kushambuliwa. Iraq pia na yenyewe pia imeweza kuingiliwa na eh, vita hii. Mambo yanakuwa ni makubwa, mashambulizi yamekuwa ni makubwa. Drop comment yako hapo kuhusiana na swala hili, unaendelea kuwaombea watu kutokea huko Israel pamoja na Iran kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea. Utakuwa umetisha kinoma noma chao.